Ya Rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, kati, naibu katibu mkuu, wakurugenzi watendaji wetu mbalimbali mliopo mbali, maafisa wetu waandamizi, mratibu wetu wa idara maalum, waandishi wetu wa habari, mabibi na mabwana, asalamu aleikum. Basi awali ya yote, na mimi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo siku ya Ijumaa, siku tukufu, siku takatifu e, tukaweza kukutana hapa na nyinyi waandishi wa habari, na si kwa lengo jengine, ni kwa lengo lile lile la kutimiza matakwa ya kisheria na kikatiba katika suala zima la kuwatangaza wale madiwani ambao kwa mamlaka niliyopewa nikiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ kupitia sheria mbalimbali nina mamlaka ya kufanya hivyo. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida, tuna manispaa, tuna mabaraza ya jiji, tuna mabaraza manispaa, tuna miji na halmashauri zetu na kama tunavyofahamu kwa uwezo ule niliopewa chini ya kifungu cha 18 mabano moja i, kwa upande wa baraza la jiji, kifungu cha 20 mabano moja hii, kwa mabaraza ya manispaa, kifungu cha 22 mabano moja, mabano i, kwa mabaraza ya miji na kifungu cha 24 mabano moja, mabano i, kwa halmashauri zetu za wilaya kwenye sheria ya mamlaka za serikali za mitaa sheria yetu ile namba 7 ya mwaka 2014. Hivyo naomba nitumie muda huu bila ya kupoteza muda, niseme tu kwamba mimi na Mustafa waziri wa nchi ofisi ya Raisi tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ leo natangaza rasmi madiwani wa kuteuliwa ambao naweza kuwateua mimi kwa mamlaka niliyopewa katika mabaraza yetu ya mamlaka ya serikali za mitaa kwa mwaka 2025 kama ifuatavyo. Sasa naomba nianze. naomba nianze vizuri, nianze mbali, nije karibu. Naomba nianze na wilaya ya Micheweni, halmashauri ya Micheweni. Kule tuna halmashauri kule, tulisema ni ndugu Ali Hamis Bakari into bracket Doholo, ndugu Ali Juma Shaibu, ndugu Salma Hamis Tumu, ndugu Salama Hamisi Omar na ndugu Bi Mkubwa Hamis Juma. Kwa upande wa Wete tulisema uh, baraza la mji Wete tulisema ndugu Faida Ahmad Juma, ndugu Ahmed Saidi Hamisi, ndugu Zulfa Maka Amin, ndugu Zulfa, Zulfa Abdalla Saidi na na nne ni ndugu Muhamed Sleman Osman na tano ni ndugu Zuleha Omar. Tukaja zetu Chake Chake Baraza la Manispaa Chake Chake, ndugu Salum Kitwana Sururu, ndugu Sienu Subet Kamna, ndugu Sleiman Makame Ali, ndugu Baraka Juma Makame na ndugu Ashura Abdallah Simai Haji. Mkoani, Baraza la Mji Mkoani. Wa kwanza ni ndugu Abdi Othman Sharif, wa pili ni ndugu Amria Saif Saleh, tatu ni ndugu Muslim Hakim Chumu, watatu ni ndugu Muslim Hakim Chumu, wa nne ni ndugu Salim Muhammad Salim na watano ni ndugu Hassan Hamisi Muhammad. Tumemaliza, tunakwenda unguja sasa. Unguja naanza na naanza na kaskazini, tunaanza na manispaa ya kaskazini. E, manispaa kaskazini, e na hapo ni madiwani watano. Wa kwanza nimemteua Chembe Hamisi Sheha. Wa pili nimemteua ndugu Ali Chum Haji. Wa tatu nimemteua ndugu Kombo Haji Fumu. Wa nne nimemteua ndugu Hamdu Majabu Hamdu Makame. Na watano nimemteua ndugu Kombo Sheha Haji. Wilaya Kaskazini B. Na patakuwa na madiwani watano. Wa kwanza nimemteua ndugu Ame Simai Daima. Wa pili nimemteua ndugu Musa Ali Khamis. Watatu nimemteua ndugu Mwana Hamisi Ali Rajab. Wa nne ni ndugu Aziza Omar Swedi na watano ni ndugu Mtumwa Omar Bakar. Haya, nakwenda wilaya ya Kati, manispaa ya wilaya ya Kati. Wa kwanza ni ndugu Saidi Mtaji Askari. Wa pili ni ndugu Ghania Ali Makame. Watatu ni ndugu Juma Kumba Juma. Wanne ni ndugu Amina Andrew Clement. Na watano ni ndugu Catherine Peter Nao. Wilaya ya Kusini Unguja. Baraza la mji la wilaya ya Kusini Ongoja. Wilaya ya Kusini, wa kwanza ni ndugu Makame Ramadhan Makame maarufu Mbanja. Wa pili niliyemteua ni ndugu Zawadi Akida Musa wa tatu niliyemteua wilaya Kusini ni ndugu Nasara Haji Usigavu. Wa nne ni ndugu Haji Musa Pandu, na watano ni ndugu Christina Joram Anton. Kusini nimemaliza. Sasa na kuja zangu Mjini. Mjini naanza na Magharibi. Eh, kwanza niliyowateua kwenye manispaa ya Magharibi A ndani ya mkoa huu wa mjini Magharibi, wa kwanza ni ndugu Kauthar Muhammad Abdallah wa pili niliyemteua ni ndugu Machum Mikidadi Habibu. Watatu niliyemteua ni ndugu Haisam Muhidini Khamis. Wa nne niliyemteua ni ndugu Sabri Abdalla Ali na watano niliyemteua ni ndugu Muhsini Imran Ali. Kwenda zangu Maharibibi. Manispaa ya Magharibi B. Wa kwanza niliyemteua ni ndugu Abdalla Ramazani Abdalla Kichupa. Wa pili ni ndugu Haji Msuri Muhidini. Wa tatu ni ndugu Amina Ida Rusfaina. Wa nne ni ndugu Nusaibat Hafidh Ahmed. Na watano ni ndugu Amina Hamisi Omar. Na kwenda jiji kwanza la mjini, naruka kama ilivyo kawaida ndani ya mkoa wa mjini Magharibi pamoja na manispaa zetu zote, lakini mkoa wa mjini Magharibi imebahatika kuwa na jiji na hayo ina nafasi tano na mamlaka ya kuteua nafasi tano pia. Wa kwanza miongoni mwa niliowateua, wa kwanza ni ndugu Nasiri Ali Manga. Wa pili ni ndugu Ali Sleman Ali. Naomba nirudie hapo, wa kwanza ni ndugu Nasir Ali Manga, wa pili anaitwa Ali Sleman Ali maarufu anamwitashihata. Watatu ni ndugu Zuena Raj, sorry, watatu kwenda kwenye jiji eh, watatu ni ndugu Osman Manzi. Wa nne ni ndugu Kamal Abdul Satari Haji na watano ni ndugu Asaf Sofi Hassan. Naomba nirudie kwa uelewa hapa, katika jiji wa kwanza ni ndugu Nasiri Ali Manga, wa pili ni Ali Slemani Ali, watatu ni Othman Manzi, Wanne ni Kamal, Kamal Abdusatari Haji na watano ni Asaf Sufi Hassan. Manispaa ya wilaya ya mjini wa wakwanza, <coughs> <Kabi sorry. coughs> wakwanza ni Muhammad Ibrahim Asanali into bracket Razali. Wa pili Moza Jaku Hassan. Watatu, wa watatu ni Bi Mkubwa Sukwa Saidi. Wanne ni Thuaiba Abudu Muhidin into bracket Chubela na watano ni ndugu Kito Musa Zavara. Nimemaliza mkeka, asanteni <laughs> sana.